Tfu la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika chaneli ya Padre Roger Kiwango. Tu katika dominika ya 30 ya mwaka C wa kanisa, tajelea katika injili ya Luka sura ya 18 aya 9 hadi ya 15. E, katika injili ya leo tunaunganishwa na nchi. Kifungu cha Biblia kinasema kwamba maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhiliye atakwezwa. Inatukumbusha kwamba haki ya kweli haitegemei sura au matendo ya kujionyesha, bali unyenyekevu wa moyo, mshikamano wa walio hatarini zaidi, na imani kamili katika neema ya wokovu wa Mungu. Leo mwenyezi Mungu Yesu anatumia mfano kutueleza juu ya maisha yetu. Tunapewa watu wawili, tunapewa nafsi ya watu wawili. Ufarisayo Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake. E, Mungu nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifuani akisema, E Mungu uniwe radhi, mimi mwenye dhambi. Sasa tunaposikiliza hizi nafsi mbili juu ya huyu mfarisayo na huyu mtoza ushuru Mfarisayo na mtoza ushuru ni aina mbili za maombi, ni aina mbili za hali ya kiroho. Mfarisayo ni mfuasi wa, wa nje wa, wa sheria ambaye anamwamini Mungu, lakini anaonekana kuwa hamhitaji Mungu, anaridhika na jinsi anavyojiona kuwa mzuri. mtoza ushuru ni mtenda dhambi hadharani, anafahamu kwamba anafahamu dhambi yake, anaomba Mungu rehema na msamaha. Tujiulize mimi na wewe, ni ipi kati ya hizi mbili, kati ya farisayo na mtoza ushuru ndio mioyo yetu. Tujiulize mimi na wewe tunaposherekea Dominika hii ya thelathini ya mwaka ni, ni, ni nafasi gani naichukua kati ya huyo mfarisayo na huyo mtoza ushuru. Basi tumi Mwenyezi Mungu rehema.